Msikilizaji na vile vile mtazamaji tuko katika maonyesho ya kilimo Jamhuri Grounds jijini Nairobi na sasa hivi ah, ninakosimama, niko na baadhi ya ah, mawakala kutoka ah, shirika ama tutasema kuwa ni shirika la mbegu la Kenya Seed tuweze kusikia kutoka kwao na vilevile kuweza kujua wanahakikisha vipi kwa wakulima wanapata mbegu za kutosha na mbegu ambazo zimeweza kukidhi viwango vya ukulima. Labda utatuambia jina na vilevile vile Kenya Seed, utaweza tu utaarisu tu labda kwa kifupi, Kenya Seed na hakikisha vipi wakulima wana, aa, ki, wanakuwa na mazao ambayo yanakidhi viwango na vilevile wanatumia mbegu ambazo wa zimekidhi viwango vya ukulima. Asante nyote, na wasalimu wote watazamaji na wasikilizaji. Kwa majina, naitwa Rose Nyangi natoka shirika la Kenya Seed Simlaw. Mimi si ninasimamia mauzo kwenye masoko yaani, sales and marketing. Uh, tuko katika maonyesho ya Nairobi show. Uh, tuko hapa na standi yetu, tunaonyesha vitu vingi sana, tunaonyesha ukulima mbalimbali, tunaonyesha mimea mbalimbali na tunaonyesha wakulima jinsi wanaweza kupata mazao ya hali ya juu kwa kujibu maswali ambayo nimeulizwa, tunahakikisha wakulima wanapata mbegu za kutosha. Kwa kuhakikisha kuwa tunatengeneza mbegu za kutosha, tuna ma mashamba yetu kila mahali uh, nchini ambayo yanatusaidia kuzalisha mbegu na tunaleta hii mbegu kwenye sehemu yetu ya kutengeneza mbegu, na tunahakikisha mbegu hii inafika kila mahali nchini. Tunafanya kazi na wale wauzaji wa mbegu ambao wako kila mahali nchini, tuko na wauzaji kwenye sehemu za Western Kenya kwenye sehemu za Coastal Kenya kwenye sehemu za Northern Kenya na Eastern Kenya kadhalika. Labda Kenya, ah, na, na, na, Kenya Seed inashughulikia vipi suala la upungufu wa upungufu wa mbegu labda uh, zile mbegu labda unapata hazitoshi wale wakulima ambao hapo. Labda Kenya Seed inashughulikia vipi swala kama hilo? kabisa kwenye kutengeneza mbegu yetu tunahakikisha kuwa tunafanya upa, upanga vizuri. Tunawapatia wakulima mbegu ya kutosha ili waweze kuzalisha mbegu ambazo zinatoshea kila mahali nchini. Kwa sasa tunajua nchi inahitaji mbegu takriban uh, milioni sitini uh, kilo milioni sitini na sisi wenyewe tumefanya kama 70 ama 80% of that seed tunahakikisha hii mbegu iko tayari ili wakulima waweze kupata hii mbegu, na tunafanya hivi kwa kuhusika na wale wauzaji wako kila mahali nchini, ili waweze kuhakikisha wakulima wanapata hii mbegu. Na labda kuna mikakati ambayo Kenya Seed imeweza kuweka kuhakikisha kwa mafunzo inapatikana kwa wakulima kuhusiana na utumiaji wa mbegu. Tunafanya kazi na ofisa wetu kila mahali nchini, tuna ofisa ambao wako sehemu mbalimbali nchini. Mbali na hawa ofisa wanafanya kazi na sub counties ama counties kuhakikisha kuwa wanazungumza na wakulima, wanawaelimisha jinsi wanaweza kujua mbegu ambayo ni halali na jinsi wanaweza kufanya ukulima ambao itawapatia mazao ya hali ya juu. Na labda uh, tukisalia pale pale, labda kwa mafunzo, kuna swala la teknolojia na vile vile kuna zile tunaita hybrid seeds ambazo labda ni improved Imehusikana si, vipi ama imechangia vipi labda katika kuongezeka kwa matumizi ya mbegu za hybrid? Kwanza kabisa mbegu zetu za, za, za mahindi zote ni hybrid varieties. Hatuna mbegu ambazo zinaitwa hii open pollinated varieties kwenye uh, sehemu ya mahindi. Tukiangalia kwenye mboga tuko na mboga mbalimbali mbali. Tukana mboga ambazo ni hybrid, na tukana mboga ambazo ni open pollinated. Tunahusika kwa kuhakikisha wakulima wanaweza kupata mboga zile zinawafaa. Uh, tukiangalia tuseme bei ya hiyo mboga na pia kwenye teknolojia mboga ambazo zinawafaa mahali wanapanda ama mahali wanafanya upanzi. Okay. Na vilevile kuna swala la labda wakulima iwapo watatumia zile mbegu na kisha asiweze kupata matokeo alivyotarajia, labda njia gani za kimawasiliano ambazo mmeweza kuweka pande kuhakikisha kwa mawasiliano yanakuwa ni ya uh, urahisi baina ya Kenya Seed na wakulima ambao wanatumia mbegu kabisa nimeanza kwa kusema kuwa tuko na ofisa ambao wanahusika na kaunti ama sub counties na kuwafunza wakulima jinsi watafanya ukulima ya hali ya juu sisi wenyewe tunaingia kwenye mitandao tuko na mitandao ambayo ni ya teknolojia yani digital uh, media ambapo tunaweza kuwaelimisha wakulima ambao wanahusika na kutafuta uh, information kwenye hizi mitandao mbali na hapo tunaingia kwenye redio na televisheni, tunazungumza na wakulima wetu kwa njia ya redio ama televisheni. Na mbali na hapo, pia kwenye maonyesho kama haya, wakulima wanakuja, tuna, tunaweza kuzungumza nao, tunawafunza, tunaonyesha jinsi wanaweza kupata ukulima wa hali ya juu. Na tunapokumalizia, ni labda ni changamoto zipi ambazo utaangazia katika kilimo, zimekuwa zikijirudiarudia na labda ungezizungumza vipi changamoto ambazo mnakutana nazo kama Kenya sidi wakati ambapo mnakumbana na wakulima? Kwanza kabisa tukubali kuwa hali ya anga imebadilika. Kuna wakati tulijua mvua itakuja wakati huu mvua inafika wakati huu na ni ya kutosha. Saa hii ukiangalia, um, yani maeneo ya mvua yamebadilika. Tunaona mvua inakuja wakati ambapo hatukutarajia mvua yenyewe inakuwa nyingi ama kidogo, na kwa njia ya, ya kufanya utafiti tunapata mbegu zetu ambazo zinastahimili hali ya anga na zinaweza kuwapatia wakulima mazao ya hali ya juu. Naweza kuelezea, tuko na mbegu ambazo zinaweza kupandwa kwa muda mrefu tuko kuna mbegu zinaweza kupanda kwa muda mrefu hmm. Tukiangalia kiasi ya mvua ambayo inachoshea, tunawahimiza wakulima chukua wa mbegu za kupanda wakati wa muda mfupi, ili nao uweze kupata mazao ambayo unatarajia. Shukrani zaidi, imekuwa ni mazungumzo ya moja kwa moja msikilizaji na vilevile mtazamaji na Kenya Seed, umeweza kutaarifika zaidi, na tunaimani kuwa kilimo bora kinaanza na mbegu bora no bimbo.